Okay, Omar yapa, fit coach gaida. Leo tutaenda kujifunza kufahamu ubora wa mbegu kwa sababu kuna watu wanatoa kiwango kikubwa cha mbegu lakini zinakosa ubora, na wanakuwa wanachanganya, kwa nini mimi nimeambiwa kiwango changu kikubwa, lakini inashindwa kumpatia mwanamke ujauzito? Kwa hiyo inawezekana unatoa kiwango kikubwa ndiyo, lakini mbegu zako hazina ubora. Sasa tutaanza kujifunza mbegu vs ubora wa mbegu kwa sababu Wanaume wengi hudhani kuwa na wingi wa mbegu ndio huamua uwezo wa kuweza kumpatia mimba mke wake, lakini ukweli ni kwamba ubora wa mbegu ndio jambo la msingi zaidi linalotakiwa kuweza kumbebesha mwanamke ujauzito. Uzito, mbegu zako zikikosa ubora, hata zue nyingi vipi, ni ngumu sana kumpatia mwanamke ujauzito. Mbegu bora ni zipi na utazijuaje mbegu zako ni bora? Na hata kama vipimo vya hospitali vimekuja ukaambiwa unatoa mbegu nyingi lakini hazina ubora, zinakuwa vipi? Namba moja ubora wa mbegu ni ule namba moja, umbo sahihi, nikimaanisha ina kichwa kinachotakikana, shingo inayotakikana, mkia ulio sahihi. Mbegu yenye ubora lazima iwe imenyooka, iwe ikuwa na hiyo shepu ya ile spamu inayotakikana, kwa ikikosa kuwa na shingo sahihi ikikosa kuwa na mkia ikikosa kuwa na kichwa kwa kidogo au kikubwa au kikiwa vichwa vimegandana, imekosa ubora mbegu yako. Jambo la pili, mwendo wa kasi na mwelekeo sahihi. Kuna mbegu zinakuwa hazina mwendo, halafu pia zinashindwa kuenda kwenye safu iliyotakikana, zinakwenda labda kulia au kushoto, au zinashambulia nyuma badala ya kwenda mbele kwa hiyo mbegu zako zikikosa kuwa na ile kasi ya ile speed, lakini pia zikikosa kuwa na mwelekeo wa kuweza kushambulia kwenda mbele kulifata yai, ni ngumu sana mbegu yako kuweza kupingisha mimba na itakosa ubora. Kwa lazima iwe na mwendo wa kasi pamoja na mwelekeo sahihi wa kuelekea yai. Na jambo la tatu, nguvu ya kuweza kupenya kwenye ukuta wa yai, kwa sababu mbegu lazima iwe strong ili uweze kupenya katika yai. Kwa sababu kishindo cha kuingia kwenye yai la kike ni sawa sawa, unachukua grill ile unaitia kwenye ukuta, kile kishindo cha kubomoa ule ukuta kwa kutumia ile grill, ndio kishindo cha mbegu yako ya kiume kupenya kwenye ukuta wa yai la mwanamke. Sasa kama mbegu yako haiko strong, haijakomaa, haiwezi kuweza kupenya, na hata ikipenya itashindwa kuweza kuogelea, kwa sababu labda haina mkia, haina umbe sahihi. Lazima iwe strong, hilo ni jambo la tatu. Sasa hata ukiwa unatoa mbegu milioni mia na kuendelea, kama nyingi zitakuwa ni dhaifu, zimeharibika, nafasi ya kuweza kupata mimba itakuwa ni ndogo sana. Lazima tukuombee kwanza. Kwa hiyo lazima uzingatie hivyo vitu, ubora, mwendo na nguvu. Zikiwa hivyo, sina shaka nawe utaweza kumpatia mwanamke ujauzito uzito, mchana kweupe. Lakini nje hapo ni ngumu sana kuweza kumpatia mwanamke ujauzito kwa sababu mbegu yako imekosa kuwa na ubora unaotakikana. Sasa suluhisho, tufanyeje? Suluhisho ni kuhakikisha unaulisha mwili wako lishe bora, unafanya mazoezi, unapata muda wa kutosha kuweza kupumzika, na unatumia virutubisho sahihi vinavyosaidia kuboresha mbegu za kiume na sio idadi pekee, maana unaweza kuwa unajikaza unakula virutubisho lakini unakula virutubisho vya kuzalisha idadi na sio virutubisho vya kuweza kufanya mbegu zako zikomae na ziweze kuwa strong. Na ndio maana hata kwenye mazoezi, kuna mazoezi ya kuweza kupata pumzi, kuna mazoezi ya kujenga stamina, kuna mazoezi ya kuweza kuipa misuli yako nguvu. Na hata kwenye vyakula, kuna virutubisho maalum ambavyo vinajulikana hivyo, unapovitumia moja kwa moja, vinaenda kusaidia kuboresha idadi yako ya mbegu, lakini pia vingine vinaweza kusaidia kufanya mbegu zako zikomae, Eh, ziweze kuwa strong ziweze kuwa na speed inayotakikana umbile linalotakikana ili ziweze kusaidia kuweza kumpatia mwanamke ujauzito kirahisi. Sasa kama unapitia changamoto ya kuweza kupata mtoto, umehangaika muda mrefu, umeshindwa kufanikiwa, basi nina suluhisho lako. Unaweza ukanchekwa namba zangu za simu hapo, nikakuongoza mazoezi, vyakula pamoja na virutubisho vya kutumia, vya kuweza kukusaidia kuweza kumbebesha mwanamke wako ujauzito au mke wako ujauzito na kuweza kupata furaha ya kuitwa baba. Fanyia kazi niliyokuambia, iko siku utanishukuru na utanikumbuka. Share video hii kwa wengine waweze kujifunza, lakini pia usikose kusubscribe kwa ajili ya kuweza kujifunza zaidi. All the best.